Je, baada ya mtoto kufikisha miaka mitatu anaweza jiunga na shule na kuanza masomo? Yeah. Serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kwa ushirikiano na vyuo vikuu tofauti ikiwemo chuo kikuu cha Kenyatta na Yale Marekani ilianza utafiti wa kubaini iwapo watoto wa miaka mitatu wana uwezo wa kujiunga na shule na kuanza masomo. Ni utafiti uliohusisha shule sitini katika kaunti hiyo na kufadhiliwa na vyuo tofauti.

Program. Kwa mujibu wa utafiti huo ambao bado unaendelea, imebainika kuwa mtoto wa miaka mitatu ana uwezo wa kujiunga na shule kwani tayari amepata maadili ya kiakili ambayo yanawasaidia kujiunga na shule. Kulingana na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi, Muthomi Njuki, mradi huu utasaidia watoto haswa katika mfumo wa elimu CBC, kwani mtoto amejiunga na shule akiwa mchanga, hivyo anapata mafunzo mengi na bora ya kumsaidia

Utafiti huu pia umetoa fursa na mafunzo kwa walimu kuhusu jinsi ya kuhusiana na watoto wale wakati wanapokuwa shuleni. Wizara ya elimu ikidokeza kuwa utafiti huu umegusia masuala yote yanayohitajika na wizara hii Or start grade one. Mradi huu pia ulilenga kuwawezesha kinamama ili waweze kuingia katika ulimwengu wa biashara na kujitafutia riziki. Hii ni baada ya kuwalea wanao na kuwapeleka shuleni wakiwa wa umri wa miaka mitatu. In more productive economic activities. Mary Kialo, makala ya elimu na Undugu.